Ndugu uh, kaimu mkurugenzi wa halmashauri yetu, afisa utumishi wa wilaya, wakuu wa division na vitengo, watumishi wote uh, ngazi ya halmashauri, ni wakaribishe sana wote katika ukumbi wetu huu. Kimsingi, leo tumewaita hapa wote ili tuweze kuwapa elimu kuhusiana na bima ya afya kwa wote. Naamini kila mmoja wetu amesikia kwamba sasa hivi tunakwenda kwenye uanzishwaji wa bima ya afya kwa wote. Lakini pia lengo kubwa kama nilivyosema uh, la kikao chetu hiki cha leo ni kuhamasisha bima ya afya kwa wote, kwa kuanza na wale walengwa wasio na uwezo. Lakini bima ya afya kwa wote ni kwamba kila mwananchi anatakiwa apate huduma na hii huduma inaanza kwa majaribio katika makundi niliyoyataja ya wazee, watoto, akina mama wajawazito. Hii pia tukumbuke kwamba ni ahadi ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa wakati wa kampeni ya uchaguzi mkuu ishirini ishirini na tano kwa maana ya ndani ya siku mia moja utekelezaji unaanza, na gharama ya bima hii ni shilingi laki moja na hamsini kwa kaya. Hapo tunazungumzia kaya moja watu sita, ni laki moja na nusu. Hapa inatakiwa tuwe na uhamasishaji mkubwa kwa wananchi wetu ili waweze kupata uelewa na hatimaye waweze kujiunga na bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo ni lazima tujue kwenye maeneo yetu sisi kama watumishi tulioko hapa kama wataalamu uh, wa halmashauri kule tunakaa na jamii. Kwa hiyo hii jamii tunatakiwa tuipe elimu ili waelewe makundi haya, lakini pia wajiunge na bima ya afya kwa wote ili wasikwame kupata huduma.